Na tisa pia sio ndogo kwa sababu kizigeuza chapati kutoboa labda uwe na saflet umo tumboni hivi hivi kazi inakuwa ngumu. Kikubwa ni kwamba timu imepata ushindi, magoli tisa ndani ya mechi mbili, magoli kumi na tatu overall kwenye mechi zote nne bila kuruhusu wavu kuguswa na timu yoyote kutoka kwenye hizi e, e, e, hatua. Sio kazi, sio kazi ngumu sana, naweza nikasema hivyo. Umeshaingia kwenye hatua ambayo ni ngumu zaidi kwenu. mm. Nini ambacho pengine wategemee mashabiki wenu wa Azam FC lakini pia kwa wachezaji kila ambacho wamewaahidi kufanya vizuri kwenye mashindano haya. Sisi tuliambiwa kwamba ni ngumu sana Azam FC kuingia kuvuka preliminary round kwa sababu bado ni timu ya kawaida, ni pagumu, lakini alhamdulillah tumefanya jitihada, tumefanya mapambano yetu, tumetoboa. Tujatoboa huko makundi tunakoambiwa ni pagumu. Nature ya timu ni hizi hizi ambazo zimecheza huku preliminary na tumefanya homework yetu vizuri, tumefanya assessment vizuri, kila kitu tumejiridhisha kwamba tutakwenda kucheza makundi kama qualifiers, ikiwa ni lengo ambalo tuliliweka, lakini hatutakwenda kucheza tu, tutakwenda kushindana kwa ni me. Umepata taarifa kama kuna timu nyingine ambayo imeshinda magoli mengi zaidi tofauti na Azam kwenye preliminary raundi, mechi moja ya mikondo miwili ni Azam Football Club pekee mpaka sasa, magoli tisa. Ndio maana nikasema tumeweka historia ya klabu yetu kwenye uwanja wetu wenye historia, na klabu zingine kwenda hatua ya makundi kwa mtindo wa kihistoria. Yani klabu inaingia makundi, inafunga magoli mengi kwenye mchezo huo huo, inaingia ikiwa imecheza mechi zote nne, amini, mechi zote nne home and away, home and away, bila kufungwa goli hata moja, na imefunga magoli kumi na matatu. Sio kama watano wanaweza wapinzani wetu kina nani? Wanaoshiriki kwenye michoano ya kimataifa. Kwamba watatufunga sisi a, kwenye ligi kuu goli 13, ambazo mmezijumlisha a mm. Na wao pia wakicheza michezo yao ambayo imebakia ah, sasa ndio kila mtu ashinde mechi yake kama ni rahisi yote. Nafikiri sasa watakuwa na majibu mazuri au mm. Vipi tangu amekuja Ibenge nimesikia sana milio mm -hmm. Wakati anakuja Jefiki Tambala milio ni mingi mm. Wakati amekuja Barakatimidi milio ikaendelea, yani kila tunavyosogea decibel zile za sauti zinafanyaje? Zinapanda mm. Kuna wakati watasema tu mm. Huwa wanaanzaka kutubeza, wanatubeza, afu anasema mbona mm. kaa wanapika kitu wale. Kwa hiyo msiwashtue sasa hivi, ali alisema mnakutana naye sana huko wakati kipindi cha usajili kilipokuwepo. Kwa hiyo kama kuna timu inabidi ichungwe ni Azam FC na wala si timu nyingine. Acheni muda uamue, umeelewa? eh acheni muda uamue e. Tuwache wafikirie wa wanavyofikiri Acha sisi tufanye tunavyoona ni sahihi kwa ajili ya klabu yetu na kwenda huko mbele, tutafikia namna namna Eh? Tutafikia namna. Eh? Tutafikia namna tutafikia tu. eh? Tutafikia lengo nah. sisi, sisi sisi sisi sidhani kama makundi itakuwa ni mwisho wetu eh. Mimi nasema una namna nchi mnaitafuta? Sidhani kama tutaishia makundi, sidhani hmm. Baada ya kutoka hapa eh. Mnahamia sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwenda kukutana dhidi ya mtani wenu tarehe 30 tutacheza na Singida eh. Tarehe mbili tutacheza na Simba Sports Club mm. ni ratiba ngumu ukizingatia mm, uh, kwamba tuna muda mrefu hatujacheza ligi mm. Uh, momentum ipo kwa sababu tumepata ushindi kwenye mechi zetu hizi ambazo zinafuata mm, lakini mm, uh, huku kwingine huku kwingine ambako tunapaelekea tuna, tuna mm, ni namna bora ya kuitengeneza timu yetu, ni namna ya kuenda na kile ambacho tumekifikiria tume, tume, tume kama timu kuona timu yetu inafanya vizuri kwenye ligi kuu mm tuna mpango wa kufikia tu, tunataka tushinde ligi kuu, tunataka tushinde ligi kuu, na ili ushinde ligi kuu lazima uvipigane vita na haviwezi kuwa vita vyepesi hata kidogo. Tunataka kombe la ligi kuu, tunataka FA. Tutaendelea, tutaendelea, tutapambana. hey, hey. tuta, tuta, tuta tutafikia tuta malengo. Wengine labda sasa, kwa mpira huu ambao mimi nimeuona, kuna baadhi ya mashabiki jukwani walikuwa wakizungumza na kusema ya kwamba huyu uh, kitambara bora ana mikimbio sahihi kama ya Fiston Kalala Mayele. Inabidi ndani ya ligi kuu watu waanze kumchunga sana sana. Mpira ni mpira, ni objective. Mpira, mpira, ni objective. Mpira uh, kila mchezaji kila mchezaji uwanjani